Kama naeleweka vizuri, katikati kuna nini? Kuna maisha. Sasa kama kuna maisha, tunaishije ili uyapate maisha ya, ya kuishi hapa duniani? Angalia Zaburi ya tisini mstari wa kumi. Hapo unakuwa umemaliza dunia, hata kama una prado unaweza sasa hivi ukenda ukaitumbukiza mahala popote. Zaburi ya tisini mstari wa kumi inasema siku za miaka yetu ni miaka sabini, ikiwa tuna nguvu ni themanini. Kiburi chake ni tabu na ubatili tabu na Baim. Maana ya tabu na ubatili ni uzee. Qur'ani inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawausia watu, wanapatikana wakaidi kama hao ambao wamesikia kwamba tukae, alafu wao wamesimama. <laughs> wenda hawana nyuurua <laughs> <ma> <laughs> <laughs> malimana wausia anasema mtume wa Mwenyezi Mungu mpaka macho yanakuwa mekundu. Mwenyezi Mungu, Mungu akamwambiaje mtume? Akaambiwa na Allah subhanahu wataala ta'ala fadharni, niachie hawa ambao wamayukarimu bihaa lhadith, hawa wenye kupinga Qurani. Mungu akasema sanasta durjuhum min haithu. Mungu ameweka paipu kwenye mwili wa mwanadamu, paipu hiyo inakunyonya, unakuwa mzee. ukitaka kujua thamani Angalia mzee anaweza akawa nasukuma makabasi kama ndo anaondoa ndo anayepandisha solo, anatoa. Kwa hiyo uangalie uthamani wa mwanadamu ni mdogo sana. Tena mwanadamu kwa sababu kaumbwa mwenye thamani, anayejua thamani ya kitu ni yule ambaye alikuwa nacho kikaondoka. Anayejua thamani yangu mimi, ama nili ni mzee, yule ambaye anashindwa kunyanyuka, halafu mimi hii thamani naichezea Sijui kama naeleweka vizuri. Na anayejua thamani ya pesa, anayejua utamu wa pesa ni aliyekuwa na pesa akafilisika. Nyama zimetundikwa atanunua na nini? Roho inavuja machozi, sala la toa. Kwa hiyo hata wewe ukiwa mwanaume mwanaume rijali, uko vizuri, angalia sana afya yako unaitumia Amin, sana akubariki mtoto aje au Uislamu kama mimi, maanake Bwana Yesu anasema awapendae ninyi ukimpenda mchungaji Yesu anasema unu, umempenda Yesu <laughs> nini, nini, anipenda, ukimpenda mchungaji anasema anipendaye mimi anampenda aliyenituma. Ukimpenda Yesu umempenda Mungu <laughs> <laughs> <laughs> wako kwenye Uislamu wako mashehe wao utakumekosa nidhamu kubwa sana na Mtume anasema alulama warathatul anbiya, wana wachuoni ni waridhi wa mitume wao, ndio mzarau zarau mzara, kiongozi vipi? <todicum> kama <Sikamu> naeleza vizuri <misu. todicum> maana yake, tumekuja kwenye jambo zito la maziko. Maziko ni jambo ambalo ni kubwa sana la kuhifadhi mwili wa mwanadamu katika ardhi takatifu isiyopata najisi. Kwa nini? malighafi ya kumtengeneza mwanadamu ni ya gharama si kama naeleweka vizuri? Maanake shamba la kuotesha mwanadamu ni mwanamke. Qur'ani inasema azwajukum harithu lakum wa wanawake ni mashamba yenu. Kwa hiyo, mwanamke ujitambue, wengi ardhi ya mbuga inayoalizeti vizuri, dengu tena dengu yenyewe ni ya mwanadamu, tena dhakari waliua inaumba mwanaume na mwanamke, wanaota katika mwili wa mwanamke kwa hiyo mwanamke, hata ukimkuta amekuwa na mapungufu mke wako ana mimba akazaa mtoto wili, anakuonyesha ugali kwa, kwa mguu kula tu mwanaume kwa sababu ametoa viwanda vya watu hawa. Kwani amepungukiwa na, na akili hiyote? <laughs> hii yote tunate Qur'ani inazungumzia maisha mazima, Biblia inazungumzia maisha mazima ya mwanadamu, uishi vipi, na ndio maana kama tumeambia, azuaji kumharisu lakum, wanaume ni matrekta yenye kulima kupanda mbegu za wanadamu. Kwa hiyo wewe shamba, heshimu trekta. hii ni 744 sio? <laughs> ukiitwa hata na mume una peduka, benu, hii wacha, heshimu <laughs> <laughs> tena trekta linalootesha wanadamu lina jembe Nina pulaanta, nina haro na tayari na kunyoosha kamba. Kwa miyangu lir insanu mimma khulqa, natazama mwanadamu ameumbwa kwa kitu gani? Mungu akasema khulqa mimma aidat. <coughs> ameumbwa kwa maji yanayotoka kwa nguvu. Wapi yanatoka maji hayo? Mungu anatoa majibu, anasema yakhruju mim baini sulbi wa taraib. Yanatoka kutoka katika uti wa mgongo wa baba wa taraib na mifupa ya kifua ya mama. Kwa <coughs> hiyo <coughs> ndio maana nakuta kama mwanamke kadogo ni mwanaume strong lakini kanamaliza kamba. Sijui kama naeleweka vizuri. Hatuwezi tunaomba tuishi kwa utaratibu, kwa maana yake tumeelezwa na vitabu tume vya Mungu, maneno ya Mungu yamehifadhiwa kutoka kwenye vinywa vya manabii. Mungu awabariki. Yani mimi na Waislamu wamenuna na maele yao. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Naombeni dunia hii kama tumeambiwa ni miaka sabini, nani anaweza akafikisha mia? Bibilia